Uliona kulikuwa na makelele kidogo, ilitokana na mheshimiwa Al King kututukana na kutuita mbwa. Sasa kiti kitaangalia namna ya kumrekebisha, lakini mimi kama rafiki yangu namsamehe, kwa sababu ni rafiki yangu, tunakunywa naye pombe na tunakula naye kiti moto. Shehe Al King hmm, kwa hiyo ni lim, mtu wangu wa karibu Mheshimiwa Ali King kwa kutokutoa taarifa maana yake umeafiki. Mheshimiwa speaker. Mheshimiwa Ali King tafadhali. Asante mwenyekiti, kwanza nimpe taarifa mzungumzaji kwamba sikumwita mtumbwa nilisikia sauti za uu, uu, uu, na mi nikasema nimesikia sauti za mbwa, sitoweza kuendelea, watolewe nje kwanza. Kwa ili moja, nafikiri kwa kuwa mtu akitaka umaarufu ni lazima utaje jina la Kingi. Kwa hiyo mwache endelee tu <laughs> asante Mheshimiwa Mbirinyi Tunali, tunalinda muda wako, endelea kuchangia Mheshimiwa. <laughs> Nashukuru, na hajakanusha kwamba tunakula naye kitimoto ila yeye apendi ya mafuta, eh. Apendi ya mafuta. Mm. Mheshimiwa Spika, naomba sasa nijielekeze kwenye kuchangia kwa mara nyingine. Kwa mara nyingine niwashukuru sana wana mbea kwa namna walivyosimama na mimi nilipofungwa gerezani nawashukuru sana wana Mbeya na sitaacha kuwashukuru, kwa sababu katika changamoto ile waliweza kunipa projection ya mbele, tunaendaje na wanaendelea vipi na mbunge wao. Mheshimiwa Spika, wakati niko gerezani nilisoma, nilipata taarifa kwamba uliagiza wabunge wa upinzani tupewe ilani za CCM ili tuzisome. Sasa sina uhakika kama agizo lako lilitekelezwa, lakini mimi naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Spika, sio tu tuna ilani ya chama chenu, lakini pia tuna listi ya ahadi zenu za mwaka elfu mbili na kumi na tano kwa sababu hatuwezi kukaa na kuongea mapungufu yenu wakati hatuwafuatilii. Kwa hiyo tunawafuatilia mfano wa listi ya ahadi zenu ni laptop kwa kila mwalimu hewa. Lakini kuna hili swala la milioni hamsini kila kijiji na kila mtaa hewa. Mmeng'ang'ana na swala la elimu bure, lakini wote tunajua elimu bure ni disaster, ni, ni kitu kizuri ambacho hakijapangwa. Kuna watu wanasema kwamba mlirukia hoja, mlirukia ajenda ya CHADEMA kwenye swala la elimu bure kwa namna mnavyotekeleza inaonekana kama ni kweli, ili swala mlilirukia tu. Kwa hiyo tunachoomba kwa msisitizo kwa leo kwa wizara hii ya fedha, waziri Mpango atakaposimama au naibu wake atuambie ni lini utekelezaji wa milioni hamsini kila kijiji eh, na kila mtaa zitaanza kupelekwa kule kwenye mitaa, kwa sababu Mbeya kuna mitaa 181 jiji la Mbeya ambayo wanasubiri hizi milioni hamsini kila mtatu na kazi ya kuzifanyia kwa sababu hii ni nchi yetu wote. Tunapozungumza tuwe serious katika maswala. Kuna swala, kuna maswala tunaongea kiutani utani tu. Mfano ni ujenzi wa hosteli za chuo kikuu cha Dar es Salaam maarufu kama hosteli za Magufuli. Mheshimiwa Rais tunaambiwa mnasema na mnang'ang'ania kwamba ujenzi wa zile hosteli ni bilioni kumi tu, majengo kumi na maana, kila gorofa jengo moja ina gorofa nne, ni bilioni milioni mia tano Kama ingekuwa kweli hivyo, hata mimi ningejitolea kujenga majengo mawili pale. Lakini mimi niko kwenye kamati ya maendeleo ya jamii ambayo masuala ya elimu yako chini yetu. Tumesha kwenda pale kutembelea ule ujenzi. Ukweli ni kwamba pale zimetumika bilioni 54 plus na sio bilioni kumi zilizotumika, lakini nashangaa kwenye sijaona ripoti ya CAG katika swala hili, sijui ni nini au ni nani au ni maagizo kutoka juu ndio yamezuia ili swala. Watu wanang'ang'ana bilioni kumi, wakati kitu ni wazi kabisa. Hesabu zinasema bilioni hamsini na nne plus ndio zimetumika kufanya kujenga ule ujenzi. Sasa mi najiuliza, hivi tunamdanganya nani? Nchi yetu sote, tunamdanganya nani? Na fedha kama ni fedha, hizo fedha ni zetu sisi kama taifa, sio mali ya mtu binafsi. Sasa kwa nini tunapeleka tuna, tuna, tuna mambo namna hii? Niliwahi kusema katika bunge hili numbers don't lie women lie, men lie, but numbers don't lie na bahati mbaya tunapozungumza masuala ya fedha, fedha ni namba, sio maneno. Maneno fedha ni namba. bilioni kumi na bilioni hamsini nne ni namba mbili tofauti. Mheshimiwa Spika, tunakwenda masuala ya fedha, hizi fedha ni zetu wote, sio fedha za mtu binafsi. Mheshimiwa Spika, tunahoji tunahoji kuhusu trilioni 1.5 ambazo matumizi yake hayajulikani. Hatujasema kwamba mmeiba tunasema tunataka kujua zimeenda wapi. Hakuna sehemu sisi tumesema kwamba mmeiba hizi hela sasa nyinyi mnasimama nasema fulani simama, eti kweli hela zimeibiwa hazijaibiwa? Mheshimiwa, hakuna mtu aliyesema kwamba hizi fedha zimeibiwa, ila tunahoji kwamba hizi fedha trilioni 1.5 ziko wapi? please explain explain trilioni 1.5 zimekwenda wapi? Mheshimiwa mheshimiwa spika, hichi ndio kitu ambacho tunahitaji sisi, kwa sababu hii nchi ni yetu sote, na nchi sio sebule ya familia kwamba tu tunapelekana pelekana tu. Mheshimiwa spika, nchi mambo madogo kabisa yanatushinda. Hili ni taifa ambalo linashindwa kushonea uniform hata askari wake magereza pamoja na wafungwa hili ni taifa ambalo linashindwa kulisha na kutibu wafungwa wake, watu wanakufa kiholela. Mheshimiwa Spika, na ukitaka kupima umaskini wa taifa, chunguza magereza zake. Ukiingia katika magereza zetu utakuta taswira halisi ya umaskini wa Tanzania kupitia maisha yanayoendelea mle ndani. Watu hawana chakula, watu hawana madawa. Mtu kafungwa, unamwambia lete bima ya afya wakati aruhusiwi hata kutembea na shilingi elfu moja mle ndani, bima afya ataitoa wapi, mheshimiwa Spika? Eh, tunashindwa na mambo madogo sana, mheshimiwa Spika. Nchi hii leo tumefika mahali eti kubeba, kubeba ndoo ya samaki kutoka e, e, Mwanza kuja Dar es Salaam na maeneo mengine lazima uwe na kibali. Kweli? mboga kitoweo. Eh, na hii halafu mnasema mnakuza, mna ajira kwa sababu unavyozuia ile biashara, wale kina mama wengi wao wakiwa wajane pale Mwanza wanauza ndoo za samaki. Mheshimiwa Jenista, wakati ule ukiwa mwenyekiti wangu kwenye kamati ulikuwa tunakumbushana sana kubeba samaki tukitoka, zi, tukitoka ziara ni Mwanza na Mara kubeba samaki kwenye ndoo, lakini leo hii serikali yako ambayo wewe ni chief whip inakataza, inasema kwamba marufuku kubeba samaki hata watatu hata wanne watano, ni lazima uwe na kibali kubeba samaki wa mboga kutoka Mwanza. Kweli mheshimiwa, tumefika hapo? TRA, kulipa kodi ni wajibu. TRA iwe rafiki wa walipa kodi, iache kufanya utafikiri wenyewe ni polisi. TRA inafanywa kama polisi na many times, sometimes inatumika kisiasa. Angalia walichomfanyia Kakobe. Kakobe katoa mawazo yake kama, kama, kama raia Mtanzania mala, ma, na, na kiongozi wa waumini, mara wamemwita mara wanahoji kodi mara sijui wanahoji nini, wanasema hatujakuta oh, eh, ana tatizo lolote eh, na yeye eh, ana hela ila e, kanisa lake lina bilioni nane. Who asked you? Nani amekuuliza nani amekuuliza? E, kanisa la Full Gospel lina kiasi gani benki? Wanaingilia na kutoa ripoti za fedha za taasisi za watu bila kuulizwa na bila utaratibu, kwa sababu kanisa sio Kakobe. Kwa nini, kama ulimtaka kumchunguza Kakobe na umekuta hana kitu, unaanza kutoa taarifa ya taasisi ya watu? Mheshimiwa, mheshimiwa, mheshimiwa, nani Mheshimiwa Spika. Sasa haya mambo ya TRA yako mengi sana na tumeeleza mengi sana Mheshimiwa. Mbea Songwe, Mheshimiwa ni kengele ya pili na, naomba dakika moja tu, wanakata sana dakika, eh, hiyo, hiyo dakika moja nakupa, lakini eh. Uh, wabunge wengi wameniandikia hapo, kama umevaa suti nzuri sana lakini umeweka lebo za ajabu hapo. Sasa hiyo 219 ni kitu gani? hii ni namba yangu ya mfungwa jela, ambayo tutaendelea kuivaa kadri nitakavyojisikia. Na, na, na kuhusu suti Mheshimiwa Spika wewe unanijua ni kawaida yangu kupiga suti kali. Basi bado naangalia kanuni zangu kama inaruhusu. Haya, kuvaa namba za magereza ndani ya mjengo. Asante sana dakika moja yangu mwenyewe. Unipa dakika moja Mambo haya ya, ku, ya kuingiza siasa kwenye biashara, siasa kwenye uchumi, TRA wanasababisha Mbeya na Songwe tumechoka. Sasa hivi tunapoongea, Tunduma wafanyabiashara wanahama, wanaenda kufanya biashara upande wa Zambia. Mheshimiwa, wanaenda upande wa Zambia, wanafanya biashara Zambia, wanakuja kulala Tanzania. Hapa ndio tulipofikia na sisi yetu ni macho, lakini hii ngoma ishakwama, inaonekana wazi kabisa, majibu